Nilimshika kama msusaa hivi lakini alikufa kwenye mikono yangu. Huzuni, huzuni, simanzi, majonzi. Ajali mbaya sana hii inatokea leo Jumatatu tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka 2002, inaondoka na roho ya Juma pamoja na abiria wengine 280. Watu mia mbili themanini na moja wanakatisha maisha yao hapa, vifo vingi vimetokea. Inakuwaje ndugu wenye wasafiri hawa, na serikali ilifanya nini kwa watu hawa? Serikali haikuwacha solemba wafiwa na majeruhi ndugu waliowatambua marehemu wao walipewa majineza na usafiri wa kuwafikisha maiti wao, kuwafikisha kwenye maeneo waliohitaji kuwazika. Katika tukio hili ndipo waziri wa ulinzi aliweka pembeni cheo chake na kuingia wodini kushughulikia majeraha ya wagonjwa. Huyu ni profesa Philemon Sarungi aliyekuwa ni mtaalamu na mbobezi katika masuala ya upasuaji, orthopedic surgeon. Alihudumia wagonjwa mia mbili arobaini na tisa na kuwafanyia upasuaji wagonjwa kumi. Huyu ndiye baba yake Maria Sarongi, yule mwanaharakati maarufu katika mitandao ya kijamii. Alifanya kazi iliyotokuka sana. Ngoja ni kukumbushe kitu. Kipindi ajali hii inatokea, Rais Benjamin Mkapa alitembelea waathirika na kuahidi kuwa uchunguzi maalum kuhusu chanzo cha ajali hii utafanyika. Tume ikaundwa ikapewa miezi miwili lije na majibu, ikaja na taarifa za kushangaza. Waziri Mkuu alikuwa ni Frederick Sumaye. Alitangaza siku mbili za bendera kupepea nusu mlingoti kuomboleza, kuonesha kuguswa na jambo zito lililotokea. Wizara ya afya ilifanya jambo zuri sana, ilikusanya vifaa tiba na kuongeza nguvu madaktari kuelekea Dodoma. Waziri wa afya alikuwa ni nani kipindi hiki? Ni Anna Abdallah na naibu wake Alikuwa ni mtu maarufu sana Hussein Mwinyi, ambaye baada ya miaka 15 tangu tukio hili litokee akawa ni rais, rais wa Zanzibar. Nani alaumiwe kwa ajali hii iliyoleta maafa? Uchunguzi ulibaini kuwa ajali hii haikuwa hujuma bali ilisababishwa na sababu nyingine kabisa ambazo tutazitaja muda si mrefu. Kabla ya ajali kutokea, kulikuwa na fukuto ndani ya shirika la reli, wafanyakazi wakiwa na madai mbalimbali na wakiwa hawataki ubinafsishaji wa shirika hilo. Kutokana na hilo kusadifu na tukio la ajali, minong'ono ilizuka kuwa wafanyakazi wa TRC wamefanya hujuma.